Urusi anasema anaitaka amani na Ukraine anataja maneno hayo hayo. Lakini vipi kama amani inayodaiwa na upande mmoja inamaanisha kuangamizwa kabisa kwa upande mwingine? Na kuna wakati amani sio kile unachostahili, ni kile unachoweza kusuluhisha. Na kadri Ukraine inavyokawia kujifunza hilo, ndivyo damu zinavyozidi kumwagika. Hii sio vita ya ardhi tena. Hii vita ni kuhusu kuzuia maangamizi ya kijiografia na kisiasa, na magharibi hawataki tuelewe hivyo. Baada ya zaidi ya miaka miwili ya mapigano kati ya Ukraine na Urusi, kila upande umeeleza masharti yake ya kumaliza vita. Moscow imeeleza vipengele vyake na Kiev imetengeneza mkeka wake. Masharti ya Ukraine yako wazi, lakini pia hayawezekani. Kiev inataka Urusi iondoke kabisa katika maeneo ya Ukraine ikiwemo Crimea. Inaitaka Urusi iwajibike kwa makosa ya kivita katika mahakama za kimataifa. Inaitaka Urusi ilipe fidia ya mabilioni ya dola. Inataka Ukraine yenyewe ipewe ulinzi kamili na NATO, na inadai kuwa inataka Urusi ishindwe kabisa. Sasa ukiangalia kwa makini haya si masharti ya kupata amani. Haya ni masharti ya kusalimu amri, na Urusi hawezi kukubali. Unajua kwa nini? Tangu kuvunjika kwa umoja wa Kisovieti Desemba 1991, na NATO imekuwa ikikaribia mipaka ya Urusi kila mwaka na imekuwa ikiongeza ushawishi kwenye mataifa yaliyokuwa yameegemea kwa Urusi kwa miongo mingi. Ilianza na Poland mwaka 1999 zikafuatia Estonia, Latvia, Lithuania, Romania, Slovakia na mwaka elfu mbili na ishirini na tatu Finland. na ishirini. Sasa fikiria Mexico na Canada inayopakana na Marekani ijiunge na jeshi la China na kuweka makombora kuelekea Washington. Je, unahisi Marekani ingezubaa kufanya uamuzi? Sasa hiki ndicho kilichofanyika kwa Urusi. Urusi inaona NATO sio kama ulinzi bali ni mtego wa kuzingirwa, kupelelezwa na kutishwa. Ukiangalia, Moscow haipanui vikosi vyake kuelekea NATO, ila ni NATO inayosonga kuelekea Moscow. Hivyo basi, Ukraine iliposema inataka kujiunga na NATO, huu ulikuwa ni mstari mwekundu kwa Urusi, na hii ilikuwa kinyume cha mkataba wa Budapest wa mwaka 1994 kwamba Ukraine itapata usalama lakini haipaswi kujiunga na NATO. Urusi yenyewe inapigania kuzuia kufutwa kisiasa na kijeshi duniani. Na inaona kama kupoteza Ukraine ni kupoteza ushawishi katika eneo la Eurasia na ni kuruhusu NATO kuwa na makombora karibu na Moscow. Na kwake ni kudhalilika kwa nguvu za Urusi milele. Magharibi imekuwa ikipaka rangi hii vita na kusema kwamba ni vita ya kutetea demokrasia dhidi ya dikteta, lakini ukweli ni kwamba kwa Urusi huu ni uhuru dhidi ya kutawaliwa. Na ndio maana Urusi iko tayari kuchoma mali, watu na sifa yake iliyoijenga kwa miongo kadhaa, kuliko kuruhusu udhalilishaji mlangoni mwake. Magharibi mpaka sasa inaendelea kuhamasisha Ukraine kupambana zaidi, kwa sababu sio wao wanaokufa. Kiuhalisia ni kwamba kwa upande wa Ukraine vita imekwama. Ukraine haina nguvu wala silaha za kutosha na Urusi imejikita kweli kweli na hakuna dalili za kuondoka. Na ukweli mchungu ni kwamba Ukraine haitapata wanajeshi wa NATO. Magharibi imekuwa nzuri kuipa Ukraine matumaini lakini sio ushindi. Imetoa ahadi lakini sio ulinzi wa moja kwa moja. Masharti ya amani ya Ukraine bado anasema Urusi mpaka ishindwe kabisa. Sasa huu sio mkakati. Hii ni ndoto. Amani ya Urusi na Ukraine inaweza kupatikana hata kesho, ila inahitajika Ukraine kuwa taifa huru lisiloegemea upande wowote. Na Urusi inahitaji uhuru wa Donbas na Crimea kukubaliwe. Na pia inahitaji mstari wa sasa wa vita ualalishwe kuwa mpaka wa muda na hakuna NATO Kiev. Lakini haya sio masharti ambayo Ukraine inashauriwa yakubali. Ukraine inasukuma kupigana hadi mwisho kwa ndoto ambayo hata Magharibi hawako tayari kufa kwa ajili yake, kwa sababu wanajua ni ndoto ambayo haiwezi kutimia. Na kila siku inapopita, Urusi inazidi kujiandaa kwa vita vya miaka kumi au zaidi. Kwenye vita, maadili ni muhimu lakini matokeo ni ya muhimu zaidi. Masharti ya Ukraine yanaweza kuwa sahihi kimaadili na mikakati ya Urusi inaweza kuonekana kuwa ya kikatili, lakini ukweli ni kwamba upande mmoja bado upo ndotoni na upande mwingine una mipango thabiti. Vita hii haiwezi kukamilika kwa haki kikamilifu. Vita hii itamalizika wakati mmoja atakapoamka na kuchagua uhai kuliko majigambo na ni kitu ambacho Kivu inajitahidi kusahau, lakini ni ukweli ulio mchungu. Ulikuwa nasi Karagosi the HD. Usisahau kusubscribe, kulike na kukomenti kama una jambo. Uwe na wakati mwema.